Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Karibu kwenye kipindi cha upendo wa Yesu. Ni kipindi ambacho ah, kinakujia kutoka Love of Jesus Center na tunawakaribisha. Ni huduma ambayo inaongozwa na Pastor Rolf pamoja na Scholastica Kibaja. Karibuni sana, na imempendeza Mungu siku ya leo kuweza kuwa pamoja nawe na ni neema ya ajabu sana Mungu ameifanya na kutuwezesha hata siku ya leo kuweza kukufikia hapo ulipo. Na siku ya leo ni siku ambayo uh, tutaenda kujifunza neno la Mungu na tutaenda kujifunza neno la Mungu, na ni kuambie tu, uh, chukua kalamu na karatasi, na uwezi uweze kuandika neno ambalo litakusaidia katika Uh, msimu huu ambao tuko nao na nikukaribishe sana somo ambalo tunaenda kulianza. Ni somo ambalo linaenda kwa kichwa kinachosema uh, mwanzo mpya na udhihirisho, mwanzo mpya na udhihirisho, na somo letu tunge Uh, enda moja kwa moja kwenye neno la Mungu kwenye kitabu cha Isaya 43 kuanzia mstari wa 18 mpaka wa 19. Isaya 43 kuanzia mstari wa 18 mpaka 19. Uh, nitasoma neno la Mungu linasema, uh, msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani mstari wa 19. Tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka; je, hamtalijua? Sasa nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Haleluya! Hili ni neno la Mungu ambalo mtumishi um, wake nabii Isaya alitoa unabii na ilikuwa ni baada ya Taifa la Israeli kupitia kipindi chenye changamoto na linakuja neno kwa ajili ya watu wa Mungu kwamba wasiyakumbuke mambo ya zamani wala wasiyatafakari, wasiakumbuke mambo ya zamani na wala wasiyatafakari. Kwa sababu gani? Kwa sababu lipo neno jipya, lipo jambo jipya ambalo Mungu amelikusudia kwa watu wake. Wewe ambao unanisikiliza wewe ambao unaliangalia sasa hivi, lipo jambo jipya ambalo Mungu anataka lichipue, lionekane, lidhihirike, liende kwenye kuzaa matunda. Jambo jipya. Sasa neno hili a, kitabu cha Isaya kinasema kwamba tusikumbuke tusitafakari mambo ya zamani. Sasa kuna mambo saba ambayo tutaenda kujifunza, ambayo haya ukiyazingatia, yatakuwezesha wewe kuweza kuona udhihirisho kila ambacho Mungu amekiweka ndani yako uweze kiweze kuchipuka, kiweze kukua na uweze kukiona katika udhihirisho wake na jambo la kwanza ambalo tunaanza nalo linaanza hapa hapa kwenye Isaya Isaya 43 hapo mstari wa 18 wa, wa, wa, asema msiyakumbuke mambo ya kwanza na wala msiyatafakari mambo ya zamani, anazungumzia uzamani. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo tunaenda kujifunza ni kwamba tusikae katika historia ya kushindwa au tusikae kwenye mambo ya zamani yanayohusiana na sisi kushindwa. Hili ni jambo moja la muhimu na la msingi sana, kwa sababu wapo watu wengi Mungu anasema na wao, anawaambia fanya kitu hiki, jachukua kitu hiki, chukua uamuzi huu, lakini watu wengi wameshindwa kufanya watu wengi wameshindwa kutii kile ambacho Mungu anasema. Kwa nini? Kwa sababu ya kuangalia historia ya kuangalia mambo ya zamani. Na Mungu anawaambia wana wa Israeli kupitia kwa mtumishi wake Nabii Isaya, anawaambia msiyakumbuke ya zamani. Kwa sababu gani? Anajua kabisa, ili jambo jipya liweze kufanyika, ili uweze kuona udhihirisho wa jambo jipya, kuna kitu cha muhimu ambacho kama watu wangu wasipo, wasipoondokana na kukaa katika historia ya kushindwa kwa kukaa katika mambo ya zamani, hawawezi kuona udhihirisho. Hakuna jambo linaweza kuchipuka na wakaliona limeenda kwenye udhihirisho. Sasa katika swala la historia, historia ya kushindwa, kuna mifano mingi. Ukikaa kwenye historia, historia ya kushindwa huwezi uka, ukaenda kwa sababu yamkini kuna watu ambao wanakuangalia. Sasa tujifunze uh, kwa, kwa, kwa Ibrahim kwenye kitabu cha Mwanzo, ukisoma ile Mwanzo kumi na mbili mstari wa kwanza mpaka wa pili tufungue Mwanzo, fungue Mwanzo. Biblia inasema Mwanzo 12:1, inasema Bwana akamwambia Abraham toka wewe katika nchi yako, anaambiwa jambo la kwanza, toka katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba, ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Sasa Ibrahimu, Abrahamu anaambiwa na Mungu toka ukijiuliza ni kwa sababu, unajua ukikaa katika nchi kuna maeneo ukikaa yana historia na wewe. Yani unaweza kuwa wewe upo pale mtaani wako, kuna historia fulani iko na wewe. Nyumbani kwa jamaa zako, kuna jamaa zako wana historia fulani na wewe, lakini kuna baba nyumbani kwako, unazungumzia baba zako, kuna ndugu zako wana historia fulani na wewe. Sasa usipotoka kwenye historia, unaweza usifike kwenye ile hatma, unaweza usiende na kuona udhihirisho. Kwa nini? Kwa sababu yamkini, labda Mungu amesema siku ya leo au uh, alisema na wewe kwamba, nataka ufungue shule, lakini kuna ndugu zako wa karibu wanajua wewe haujawahi kufanyaga mradi wa shule au pengine katika mazingira uliokuwa nayo haujawahi hata kumiliki nyumba, wana hiyo historia na wewe. Sasa usipotoka ka, ka, karibu na watu hao, ina maana kutoka katika mtazamo kiakili, utashi, usipotoka katika ile eneo, hauwezi kwenda mbele, kwa sababu hao ndo wa kwanza kukurudisha wewe nyuma, ndio kuambia Mungu amesema na mimi nataka niende ni, ni kuwekeza labda kwenye kilimo. Mungu amesema na mimi nianze kusaidia watu wenye mahitaji. Mungu amesema na mimi labda nianze kwenda kwenye mahospitali kuombea wagonjwa. Mungu amesema wa na nini, ameweka kitu. Mungu anataka jambo hilo lichipuze, likae, lidhihirike, lionekane. Lakini usipotoka kwenye usipotoka kwenye historia historia ya kushindwa usipotoka uh, kwenye nchi katika, katika eneo usipotoka katika ufahamu wa jinsi wale jamaa zako na baba zako wanavyokutazama, utashindwa kwenda mbele na hutauona udhihirisho wa kile kitu ambacho Mungu amekiweka. Jambo la pili ambalo tunazungumzia hapo hapo kwenye historia kwamba usikae wenye historia ya kushindwa. Kwa sababu gani? Hii historia ya kushindwa, ukikaa katika historia hiyo ya kushindwa pia ina, inaweka inaleta hofu inaleta hofu ndani yako. Kwa sababu gani? Kitabu cha Ayubu, Ayubu anasema kwamba jambo ambalo ninalihofu hilo huwa linanijia. Hofu huwa inasababisha watu kufanya nini? Washindwe kwenda, washindwe kufanya mambo, washindwe kuchukua hatua hofu. Sasa, kitu cha pili ambacho ni cha, ni cha, ni cha muhimu. Tuna, tunapozungumzia suala la mambo ya zamani, wana wa Israeli wanaambiwa msikai kwenye mambo ya zamani, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Jambo la pili ambalo ni la muhimu tukizungumzia swala zima la historia kwamba historia, jambo la kwanza tumesema historia inaweza ikakuletea hofu. Ukikaa kwenye historia inaweza ikakuletea hofu ya kushindwa, na ukashindwa kuanza jambo, ukashindwa kutenda jambo. Mungu amesema wewe ukahubiri Injili, anza kwenda mtaani, nenda kashuhudia watu. Adui anaweza akachukua, inatumika historia, jamaa nchi, ndugu na ukikaa kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye vazi la hofu, ukakaa kwenye hiyo hofu, huwezi kufanya kitu lakini jambo la pili, tumia historia au jambo la zamani kuweza kujifunza pale ambapo ulianguka, pale ambapo ulikosea. Sasa hii tunaiona kipindi mtumishi wa Mungu Daudi anaitawala Israeli, Biblia inasema kuna kipindi taifa la Israel lilipitia, kilikuwa kipindi cha ukame na Biblia inasema ilikuwa ni ukame miaka mitatu mfululizo. Na kipindi hiki cha ukame kilivyopita kilivyopita, mtumishi wa Mungu Daudi akaamua aende mbele za Bwana amlilie Mungu atafute kujua ni kwa nini kuna ki, kuna ukame namna hii, taifa limefikia hapa, tatizo ni nini? Biblia inasema mtumishi wa Mungu Daudi alivyoenda kwa Bwana Mungu, alimwambia ni kwa sababu ya Sauli. Sauli aliwaua Wagibeoni. Aha, kwa hiyo Mungu anamrudisha kwenye historia hiyo. Tusomi Samueli wa pili, Samueli wa pili 21 kuanzia mwanzo pale mo, mo, moja mpaka mbili. 21 nasema kulikuwa na njaa siku za Daudi, muda wa, wa miaka mitatu mwaka kwa mwaka, naye Daudi akautafuta uso wa Bwana. Bwana akasema ni kwa ajili ya Sauli na kwa nyumba yake yenye damu, kwa kuwa aliwaua hao wa Gibeoni. Kwa hiyo aliwaua wa Gibeoni. Sasa ukisoma, ukirudi kwenye historia, tunarudi sasa, tunazungumzia swala la historia. Unaweza ukaitumia historia vizuri ikakupa ika, ika mwelekeo, wapi ulipokosea ili ikuwezeshe kwenda mbele. Sasa ukiangalia historia unarudi kwenye kitabu cha Yoshua, ukirudi kwenye kitabu cha Yoshua ile Yoshua tisa utaona kabisa a, a, Taifa la Israeli chini ya Yoshua waliingia wali makubaliano ya amani na Wagibeoni ili wasiwaue, lakini baadaye muda ulivyopita, Sauli akaenda kinyume na makubaliano, kinyume na mkataba, kinyume na maagano. Yamkini wewe ambao unanisikiliza sasa hivi, wewe ambaye sasa hivi unasikia Uh, neno hili, yamkini unapitia kwenye kipindi cha ukame. Kuna ukame ambao upo, haujui nini ume, muni ufanye. Wakati ni huu wa kurudi mbele za Mungu na kumuuliza, na wakati ni sasa, kwa sababu Mungu anaenda kufanya jambo jipya, lichipuze jambo jipya lidhihirike jambo jipya lionekane. Haleluya, haleluya! Na hii ni muhimu sana kwa sababu Mungu anavyoambia wana wa Israeli kwamba usikae katika mambo ya zamani, na kwamba jambo, kuna jambo jipya linaenda kuchipua, neno jipya linaenda kuchipua na linaenda kudhihirika. Yamkini wewe huwe una, ambaye unaniangalia sasa hivi Mungu anataka akutumie wewe, na Mungu anahitaji mtu mmoja tu ambaye yuko tayari. Pengine familia yako inahitaji wewe ili kuweza kusimama, familia ifike kwenye nchi ya maziwa na asali. Pengine ni ofisini inakuhitaji wewe, mtu mmoja ambaye utatii na kusikia kile Mungu ambacho anakisema, ili uipeleke hiyo sehemu katika katika nchi ya maziwa na asali. Pengine jamaa zako ni nyumbani kwako, ni mtaani, unasubiri wewe. Mungu unasubiri, anasubiri mtu mmoja ambaye atakuwa yuko tayari ili aweze kwenda na mtembeo wa yeye anachokitaka, na ile hatima ambayo ameiweka, na haya mambo yaweze kudhihirika, yachipue, yakue, yaweze kuonekana. Haleluya. Haleluya, ni nikutie moyo sasa hivi. Wewe ambaye unasikiliza, si huu ni wakati wa wewe kuweza kuhakikisha kile Mungu ambacho amekisema kinachipua kinachipua? Yamkini kuwa unapitia changamoto, kuna historia fulani unayo kile Mungu ambacho amekisema ukianze, ukifanye. Inaweza kuwa ni biashara, inaweza kuwa ni mradi, inaweza kuwa ni huduma, inaweza kuwa Mungu ameweka ndani yako kipaji, una kipaji, lakini unaogopa tu kuanza. Unaogopa kuanza kufanya, kwa sababu ndani adui anaitumia historia. Pengine ulikuwa ni mwimbaji, ulivyoanza kuimba tu siku umeanza kuimba ukapiga flati na wenzio wale wana, wana, wana, wanajua kabisa ah, huyu kuna siku alishindwa, na adui anaitumia hiyo hiyo, kwamba siku ile ulishindwa. Ni kutie moyo, ni wakati wako wa kuamka, kwa sababu Mungu anasema usitafakari ya zamani. Yamkini kuna watu ambao walikutendea vibaya, una historia kabisa, kuna watu walikufanyia wali, wali vibaya kukatisha ile ndoto. Kuna jambo ambalo lilifanyika likiwa linataka li, li, kukatisha ndoto yako. Ulikuwa unataka kufanya biashara, kuna watu wakaja wakakatisha ndoto yako. Una hiyo historia, na kila sasa hivi ukitaka kuanza, ukitaka kuchukua hatua, unashindwa kwa sababu kuna kitu unakikumbuka. Yamkini kuna mradi ulianzisha, umeanzisha tu ukaferi, na adui anatumia hiyo sasa kama fimbo na adui sasa, unajua adui anatumia watu wa karibu. Kwa Ibrahim aliambiwa watu wa nchi yako. Adui anaweza akatumia hata nyumbani, watu wa nyumbani kwako, tena hao hao hao wako wanakuambia kwa nini kila siku umeanzisha, vionekani, umeanzisha vina vina feli. Adui anaweza akatumia wao. Nikutie moyo kwamba wewe usikae kwenye historia ya kushindwa. Ni wakati wako wa kuinuka, ni wakati wako wa kuangaza ni wakati wako wa kukaa kwenye lile kusudi, ni wakati wako wa kutii kile Mungu alichokisema ili kuweza kuona udhihirisho. Haleluya, haleluya! Na kwa kuwa umelisikia neno hili sasa hivi, nikutie moyo kwamba yale mambo ambayo ulikuwa kabisa unaona kuna ugumu kwenye kuyaanza, ninakwambia mwaka huu unaenda kuyaanza. Lile jambo ambalo lilikuwa ni gumu, ulikuwa huwezi kulifanya, kwa neno hili unaenda kulianza na kulifanya, na linaenda kutokea kile kitu ambacho ulikuwa unatamani kukifanya. Neema ya Mungu ya ajabu inakuja juu yako, Roho Mtakatifu anaenda kukuwezesha, anaenda kufungua akili yako kuwaza, kukupa mawazo ambayo ni mawazo ambayo yatakuwezesha yata wewe kuweza kufanikisha na jambo hilo kuweza kutokea, na ninaenda kuomba pamoja na wewe, hautakaa hapo ulipo. Nakwambia neno hili halitarudi bure na hautakaa hapo. Mungu anaenda kukuinua, anaenda kukutoa vazi la hofu linaenda kuvuvuliwa, vazi la historia linaenda kuondoka, kila aina ya mkwamo wa historia unaenda kuondoka, na jambo jipya linaenda kuanza, jambo jipya linaenda kuchomoza katika maisha yako. Sasa nataka tuweze kuomba pamoja na wewe. Yamkini hukutii, Mungu alishaleta mawazo, alishasema na wewe kwenye ndoto, maono, ametumia watumishi wake, neno lake amekupa mawazo lakini ukutaka kutii kwa sababu ya hofu. Sasa nataka twende mbele za Mungu tuombe pamoja. Rudia maneno hayo, sema, Bwana Yesu ninakuja mbele zako, nimelisikia neno lako juu ya mwanzo mpya. Bwana Yesu ulizungumza na mimi ili niweze kufanya, ulinipa ndoto ulinipa maono, lakini Bwana Yesu, nilishindwa kufanya kwa hofu, nilishindwa kuanza kwa sababu ya historia. Bwana Yesu unirehemu, ninahitaji mwanzo mpya, niwezeshe. Roho Mtakatifu, ninakuhitaji ule mwanzo mpya, lile neno jipya likapate kuchipua ndani yangu likapate kuchipua kwenye akili yangu likapate kuchipua kwenye utashi wangu likapate kuchipua kwenye matamanio yangu, na ili niende kuona udhihirisho. Wezi nikuombee Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya watu hawa. Roho Mtakatifu, ninaenda kinyume na kila aina ya nguvu za uharibifu, nguvu za giza Ninavua lile vazi la hofu, vazi la historia, historia ya kushindwa kutoka katika ndugu, historia ya kushindwa kutoka katika mahali anapoishi, historia ya kushindwa kutoka kwa jamaa, historia ya kushindwa kutoka kwa watu wa karibu, katika jina la Yesu Kristo ninang'oa vazi la hofu, pando la hofu. Hofu ya kushindwa haina nafasi juu ya watu hawa. Ni katika jina la Yesu Kristo natangaza ukombozi, natangaza kuachiliwa, natangaza kuwekwa huru. Bwana Yesu, watu hawa, ninatamka sasa, roho ya ubora ikapate kudhihirika ndani yao, roho ya ubunifu ikapate kudhihirika ndani yao. Baba, chochote watakachoenda kukigusa kinaenda kuzaa matunda kwa maana Mungu umesema uzuri wako uko juu yetu, na wewe umezithibitisha kazi za mikono yetu. Katika jina la Yesu Kristo ninatangaza sasa uzuri wa Mungu juu yako, kazi zako zimethibitishwa, katika jina la Yesu Kristo, kibali kwenye kazi za ya mikono yako, katika jina la Yesu Kristo. Hakuna mapooza, mikono haitozaa mapooza, katika jina la Yesu Kristo. Chochote utakachokigusa kitabarikiwa, kitaongezeka, kitazidishwa, katika jina la Yesu Kristo. Baba ninakushukuru kwa ajili ya watu hao, ninawafunika kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo. Neema yako Yesu Kristo iwe juu yao katika jina la Yesu Kristo. Baba ninakushukuru, kwa maana umefanya. Asante Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya uweza wako, asante kwa nguvu za ajabu ambazo zinaenda kudhihirika kwenye maisha ya kila mmoja ambaye amesikia neno hili. Baba, acha wakaangaze, acha wakamiliki. Ninatamka umiliki kutawala utoshelevu wingi utele katika jina la Yesu Kristo. Baba, ni kwa ajili ya utukufu wako, nalibariki na kulitukuza jina lako. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya upendo wako. Asante Roho Mtakatifu, ni katika jina la Yesu, amen. Haleluya, ninajua uh, Roho Mtakatifu amekuhudumia na umeweza kubarikiwa na kile ambacho umekisikia. Nikukaribishe tu Love of Jesus Center. Ni tuko uh, makuburi ubunge, uh, external external, ukiwa naenda shule uh, ya Makamba, kuna ile njia panda ya kwenda Kimanga. Ukiwa naenda ile, kuna sehemu maarufu panaitwa bonde la mchicha. Ukifika tu pale, kanisa utalikuta Love of Jesus. Karibu sana. Lakini pia nichukue nafasi hii kuukaribisha Uh, ibada zetu siku ya Jumapili kuanzia saa nne, saa tatu ni maombi na saa nne mpaka saba na nusu, uh, ni ibada kuu. Karibu ujifunze neno na utabadilisha maisha yako, utaenda katika viwango. Ni vizuri ukaijua kweli. Biblia anasema utaijua kweli na hiyo kweli itakuweka huru, utapata uhuru kwa kweli ambayo utaisikia. Mungu akubariki sana, hadi wakati mwingine, karibu. Na endelea kutufuatilia pia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Karibuni sana. Street Revival.